Usifikiria kuna apartment kuna apartment kama Kilimani fulani hivi ama Mikocheni pale pa village <laughs> kunakopatikana ofisi za Milad Ayo lakini pia ofisi eh, za Aristotle Aristotle Milad Ayo yuko pale pa village. Apartment hizi hapa, manyumba mengi sana, mengi kabisa, na hizi zote zinakuhitaji wewe uje ujenge <laughs> zilijengwa na wengine, lakini hata bado wanaendelea, ndio zinamaliziwa maliziwa, maliziwa kujenga hizi, hata zijakuwa na watu bado. Hizi zote hapa mpya nadhani unaona, hata ndio zinatengeneza tengenezwa maudongo udongo pale. Leza TV Sahani ya Jamii. Eyo watu watu, watu, watu watu waleza TV, kama kawaida, kujeni hapa, tuko Kanadao. Ni ndege wanapita, wanapiga kelele. <tukohana> Kumbe hata huku ndege wapo wengi hivi, unaona <tukohana> wanavyotembea wanachora line wengine hao, yaani, ndege ni nyingi sana, sijui zinasafiri zikienda wapi lakini nadhani hivi zinatoka sehemu ambazo za kwanza, labda zinatoka Afrika maana huwa zinakimbia baridi, zinahama kipindi cha baridi zinaenda, unasikia zinavyopiga kelele. Sasa msimu huu ndio hizo unaziona. Oh, eh msimu huu wa, wa joto ukianza huko ama kipindi hichi cha sama kikianza, ndio wanarudi tena hao ndege sasa wanakuja eh, kuishi <laughs> kufurahia maisha, kusherekea maisha sasa huku. Maana huku kila mtu kweli anafurahia maisha, watu wanatembea wawili wawili, eh, lakini hawapo hao watu wengi, watu hapo wengi sana vile kama vile labda ungetarajia kuwaona katika nchi zetu za Afrika. Huku watu ni wachache sana. Amerika hii ya kaskazini North America ambayo ni nchi ya Canada hakuna aki watu no. na mimi kishafikaga jioni hivi, na huwa natembea tembea kidogo nikinyosha miguu, lakini nikionyesha watu wangu wenye wako na interest ya kutaka kuja kuishi Canada na kufanya kazi Canada, natembeagatembeaga tu maeneo fulani hivi Leo nimetembelea huku, ni sehemu ambayo napendanga kutembelea sana kwa sababu hakunaga mambo mengi eh, cha niende upande wa huku, upande wa kule ni mto, na kuna meli hiyo hapo ya kijani, meli kubwa sana. Ina, inasongasonga polepole pale, ambayo hii mto nimesha kwambia inaitwa eh, Saint, Saint Laurent ni mtu ambao unatoka mbali sana, unaenda mbali, unaingia hadi Europe. Mtu unaenda mbali sana, unaona hata huyu mzungu hapa mbele yangu anatembea nakaumbwa naka kake. Kipindi kama hiki cha jioni ndio watu tunatembea tembea, tunanyosha nyosha miguu. Ehe, wenye mabeskeli wanaendesha beskeli zao katika hali tu ya ku fanya fanya mazoezi kidogo, unaona bila haraka, mdogo mdogo, ndio hali jinsi ilivyo. Wenye wanakaa tu wana chill wapo pia eh, lakini ndio hali ambayo ipo huko Canada, ika inchi kazuri kasafi. Leo kumekuwa na hali ya mvua mvua mchana, lakini majioni, jioni ya saa kumi na mbili saa moja ndio jua limeonekana. Yaani, imagine kuanzia asubuhi saa moja asubuhi hatujaona jua tunakuja kuona saa moja jioni ndio tunaona jua. Ndio maajabu sasa ya Canada. Hii ni masehemu ya makanisa. Hili ni kanisa nadhani la Katolika. Stationnement prive remorquage avorisk, ndio wanaandika pale, yaani hichi kisehemu ni private Eh, parking ukipost ukipak gari yako pali, basi itapelekwa na utalipia we mwenyewe gharama ya yaku, kupelekwa huku. Ndio inafanyika hivi huku, ukipaka kwa parking ya mtu ama ukipak gari vibaya ama, eh, polisi wakikushika barabarani, labda una makosa una driving license ambayo haifai ama umefanya makosa ama umeendesha gari ukiwa mlevi, wanakuja wanaichukua, wanakunyang'anya driving license, kwa hivyo huwezi kuendesha tena gari so watakwambia utafute taksi ama utafute ujanja ya jinsi utakavyofika kwako. So wanachukua gari, wewe <gulia> wanakuacha pale kiangaika, utajijua, afu gari linachukuliwa linapelekwa kwenda kuwekwa sehemu fulani na wewe ndio unalipia hiyo gharama, siyo gharama yao. Gharama itakuwa ya kwako, we mwenye gari ambayo ulipaki gari yako vibaya. Na gharama ni dola kupelekwa tu gari peke yake bila fine, hiyo ni inaitwa remorkage. Yani gari likishachukuliwa na wale crackdown wameshaipeleka, utalipa dola elfu moja. Hiyo ni gharama pekee ya kulipia na siyo pesa ya serikali, ni jamaa tu fulani ama makampuni fulani ambayo ya yako na contract na serikali, yanafanya kazi na serikali ndio yatachukua gari lako, wakupelekea waende kukwekea kwenye kituo cha polisi. Sasa wewe utadili na huyo jamaa, afu baadaye ukimaliza, utadili na polisi wako waliochukua gari lako ili uweze kulitetea na faini za huku ni pesa nyingi sana. Unapotembea ndani ya gari usipofunga se, inaitwa, security belt, mchipi yule wa gari faini yake kuanzia dola mia tatu. <laughs> Unapotembea na mtoto ndani ya gari kama hajakalia kile kiti cha watoto ambacho kinaitwa sijui ni baby chair huko inaitwa siege des enfants kwa Kifaransa, utalipia pia kiasi kikubwa sana pesa kuanzia dola mia tatu. Yaani faini zao ni faini kubwa kubwa, sio faini ndogo sana No. na huku eh, gari huwa zinapakiwa tu barabarani. Naona kama huyu tayari ametoka zaje, kama ni kazini, kashapaka gari hapo, amemaliza hivyo. Gari hilo amepaka hapo, amemaliza, hana maneno mengi And, mimi napenda kuingia huku ni explore, niangalie, najisikia kwenda tu sehemu moja hivi nikae, nitulie uh -huh. pige tu zangu story na wana tuzungumze zungumze mambo mawili matatu, lakini sasa uh -huh. tuzungumze tu tukiwa tunatembea, maana pia ina umuhimu wake, tujifunze hata yale ambayo tusiyoyajua mm? Tujifunze yale ambayo tusiyoyajua pia, tuone yale ambayo hatujayaona. Hizi vitu nishaonyesha, lakini kuna watu wageni kila siku kwenye channel, na wanashindwa kurudia nyuma kwenda kuangalia video za kule ambako tumeanzia, so bora niwafanyie video zingine mpya tu niwaonyesha, maana hata nikifanya video hapa, kulikuwa kuna, kuna snow nyingi sana. Kulikuwa kuna snow kubwa sana, mambo yalikuwa bado, lakini at least saa hii naona mambo yanaanza kuwa live, vitu vinaanza kujipanga, kunaanza kuchangamka changamka. Hapa kunaitwa Amphi. amphitheatre, amphitheatre hii hapa ni sehemu ya, ya michezo, ni arena, ni arena ya music ambayo imetengenezwa kwa sababu ya kuja kufanyia eh, shughuli mbalimbali za burudani. Huku ni maji. Ile siku nilikuwa hapa usiku, leo nimekuja mchana. Ukitaka kufanya mazoezi ama kuendesha baiskeli, kuna njia kubwa sana kama kule ambako wale watu wanatokea. Nikitembea huko nitakuwa niko nafanya mazoezi, lakini pia niko na kuonyesha na mambo mengine mengine. Acha nizunguke hivyo lakini sasa nitakuwa natembea karibu pembezoni pembezoni mwa bahari, hamna chochote cha maana cha kuona. Acha nianzie upande wa huku, afu ndio nirudi sasa. Ndio nishafungiwa njia huku, sijui hapa naendaje? Ntarudi tena nyuma ama nitafute tu njia hapa, bwana. Wamepa block kidogo, ni kama kuna shughuli inaendelea, hawataki labda watu kuingia. Kuna ma ma ujenzi ujenzi, ujenzi. Naupangajipangaji wa vyuma kule, so mimi napenya hapa afu nitokee upande ndio nisiwavuruge. <laughs> Wanapangapanga viti restaurant. Yani, sherehe zinataka kuanza hapa ana za stage imetengenezwa nje, ni kama kutakuwa kunakuwa live band. I wish ningekuja hata mimi nione eh, unao mziki utakaopiga hapa utakuwa ni mziki aina gani? Kama ni ya mapiano, kama ndio zile sasa za wazungu ambazo zinaitwa ni funk na jazz <laughs> ama ni R&B, sijui hivi unajua, kama Kanada, ndio kwao na Drake. Drake pia Justin Bieber. Justin Bieber kama biba, yeah. wote ni wa Kanada. Unajua pia yule mwimbaji mama mwenye sauti nyororo nzuri sana anaitwa Celine Dion. Je, unajua pia kama ni Canadian? Hata yeye pia ni wa huku Canada. Basi. Naona hapa tayari mambo yamesha setiwa. Ni kama kutakuwa kuna shughuli pevu ya mziki ambayo itafanyika hapa. Mambo yanapangwa, stage hii huku imeshatengenezwa japokuwa ni ndogo. Na viti vinapanga kama VIP fulani hivi hivyo ndio hivyo mimi natembea tembea zangu huku nikinyosha nyosha miguu arena yenyewe hii hapa kubwa sana sijapataga nafasi ya kuingia ndani lakini kwa ukorofi wangu nilionao siku moja nitaingia tu mimi wasishindwi na jambo lolote napozamiria kulifanya nafanya napozamiria kuingia I'm sure enough one day one time nitaingia ndani kujua ndani kukoje, ni mambo ambayo yanaendelea ndani ya amphitheatre. <laughs> kuna maapartment pia huku, usifikiria. kuna apartment, kuna apartment kama Kilimani fulani hivi ama Mikocheni pale Pam Village <laughs> kunakopatikana ofisi za Milad ayo, lakini pia ofisi eh, za Aristote. Aristote. Milad ayo yuko pale Palm Village. Apartment hizi hapa, manyumba mengi sana. Mengi kabisa. Na hizi zote zinakuhitaji wewe uje ujenge. Eh, <laughs> zilijengwa na wengine lakini hata bado wanaendelea, ndio zinamaliziwa, maliziwa kujenga. Hizi hata zijakuwa na watu. Bado hizi zote hapa mpya. Nadhani unaona hata ndio zinatengeneza tengenezwa maudongo udongo pale nini? nini. So bado mpya hazijakuwa na watu. Kwa hivyo zinakusubiri wewe uje uh, ujenge. Watu wanapatikana huku ni wazee wazee tu kama hawa na mimi na, na mijibwa yao <laughs> wanatembea tembea tu huko, watu wachache, vijana hakuna, unaona. Lakini maisha yanaendelea, situfanyeje tufanyeje? Tushafika Canada ndio hivyo, maisha lazima yaendelee, yeah. lazima maisha yaendelee, watu wakuwepo, wasipokuwepo, sisi wenyewe tushafika, na tumekuja huku kufanya kazi, hatukuja kushangaa watu wala kuona watu. Kilichotuleta huku ni kazi, so chanipigepige zangu maraundi, mimi nikinyooshanyoosha miguu yangu kama sehemu fulani ya mazoezi, lakini nikiwa pia nawaonyesha mambo mambo huku mawili matatu, mweze kuona. Huku ndio kunaitwa Trois Rivières, mito mitatu. Na hiyo Trois Rivières by the way nawaambia, a kila siku ni huu mto hapa, huu mto mkubwa hapa ambao unatoka kule ukiwa mkubwa, ukifika hapo unagawanyika kwa sehemu tatu ndio kaitwa Trois Rivières. Kuna hii hapa inateremka huku chini hii inaitwa eh, Rivière Maurice. Ah, eh, Maurice. hiyo huko ile inateremka kule ni River Saint Laurent. Hiyo nyingine ya tatu ndio sijaijua jina yake, lakini zote ziko hapa zinagawanyikia hapa katikati hapa. Ndio Trois Rivières ikatokea. Trois Rivières inamaanisha mito mitatu ama Trois Rivers ni neno la Kifaransa lenye maana kama na hiyo na halijapatikana kwa bahati mbaya, lakini limetokea kwa sababu kweli kuna huu mto mkubwa hapa ambao unagawanyika mara tatu, ndio ukaitwa Trois Rivières. Mto wenyewe kwa ukubwa wake unaitwa eh, fleuve Saint Laurent, lakini kuna mto kama sasa Saint Laurent yenyewe ambayo inaendelea kule katikati lakini kuna hichi kipande ambacho kinateremka huku upande mwingine ambacho kinaitwa um, Rivier Maurice. Kwa hivyo nadhani nishakufahamisha kitu ambacho ulikuwa ukifahamu. Kama kawaida yangu, Leza TV niko kupatia elimu, burudani pamoja na ufahamu. Tunaona haya manyumba yote hapa, yote ni mapya, yote yanajengwa anahitaji wajenzi, kuna kupaka rangi, kuna kuweka umeme ndani, kuna vitu vingi sana ambavyo vinatakiwa kufanyika. Hata hizi zinajengwa eh, hii pia inajenga inajengwa. Sasa, ndugu zangu, wajenzi mnafanya nini bado nyumbani? Mnatakiwa kuja huku, mpige hela bwana. Sisi tunapiga hela tayari, mimi naanza kula zangu za ujenzi. Ehe. Saa hii natarajia kuhama sema, kazi ya ujenzi nayo bwana, japokuwa unatumia mashini lakini ee, ina shughuli, sio kitoto, sio kinyonge kabisa, kuna shughuli. Kwa hivyo muda mwingine inatakiwa tu kujituma. Hapa ni mambo, hizi ni sehemu za kama yacht yacht fulani hivi beach, beach fulani meza fupifupi fupi pale, unakula unashiba, unakuja unatulia zako hapa, unapanda za kumeli unaenda, unapata burudani kule, unarudi. Unaona pale wanaandika yacht club Trois Rivier, Trois Rivier yacht club. Unaona, hata Trois Rivier pia kuna yacht club nadhani umeiona ni sehemu ya Burdan. Yeah. Sioni mambo mengi makubwa sana ya kuendelea huko, so kifupi ni rudi zangu tu from here niende hii side nyingine, acha niteremke na hizo ngazi pale, niteremke huko chini chini, pembezoni mwa bahari nikirudi zangu nyumbani. Aha, hii video iko kwenye dakika kumi na sita wacha nifikishe dakika kumi na tuseme ishirini afu tukatie pale. Acha nishuke hizi ngazi, unaona na kushuka hapa. Hii sehemu ndio nimekwambia ni sehemu fulani tu hivi ya burudani, wanakuja wanapumzika zako, nadhani kuna kuogelea ogelea, masauna sauna, majakuzi jakuzi Alafu unakuja unatulia zako pale, unavuta upepo. Aha. Kama huko Mikocheni fulani hivi, kama huko beach fulani hivi. La maana unatulia tu hapo, unakuja unakula pale. Anaandika eh, uh, histoire sur l'eau, yani historia juu ya maji, yani unakaa juu ya maji ukifuatilia, ukisikia mahistoria za maji ya Canada au <laughs> sio bwana, noma sana. Yaani hapa ni sehemu ya mayachi yachi. Nilipitanga hapa siku nyingine hapa kwa kuna snow nyingi. Nikashindwa kutembea hapa. Kama watu walinifuatilia video zangu wanaweza kuona kumbuka. Nikashindwa kutembea maana palikuwa pakuru pa sana. Lakini saa hii kuna safika. Kumetakasika kabisa kusafi. Hakuna uchafu. Hakuna snow. Kumbe muda mwingine snow ni uchafu. Hapa kulikuwaaga kweupe. Saa hii kuna kuwa kijani. Kwa kweupe kabisa kumejaa barafu lakini saa hii Pakijani sana. Hii hapa meli ya mfano, ama tusemeaje, sanamu ya meli, kameli kadogo kayachi. So hapa ndio wanakuonyesha kama ni sehemu za burudani kama hizo za yachi, na mambo mengine, naingia baharini kule wanavuavua masamaki na vitu kama na hivyo, yaani maisha yanaenda mbele. hii hapa ni hiyo amfiteatri Kadeko. Kodeko, upande wa nyuma, upande wa nyuma. Afi teatri Kodeko. Nimesema video ikifika dakika 20. Tunakata video. Sitaki kuwasumbua na video ndefu. Mwisho dakika 20. Cha msingi mshakiona. Msije tu Canada kufanya kazi, lakini pia mjue baada ya kazi mtakuwa mnapata burudani. Sehemu za burudani ni nyingi sana mtapata mziki hapa ndani ya hiyo arena, lakini pia natakuja huku baharini kuogelea, huku ziwani eh, kuna bonge la meli, sio moja, sio mbili, sio tatu, inatokea kule chini hadi inanishawishi. Yaani ndio nilikwambia uone sasa, kwamba huu mto sio mto mdogo, ni mto mkubwa sana sana sana sana. Wacha nifate hapa nikuonyeshe hiyo meli ambayo inakuja na mizigo mingi sana sana kabisa. Unaona ile pale, unaona hii meli hapa, kubwa kubwa la meli yani kama tuko Mombasa fulani hivi ama Dar es Salaam. Na ni kama meli mbili, sijui moja inavuta nyingine, lakini ni meli kubwa sana, hii hapa ndani ya huu mto na hapo nimekwambia mtu unatoka Europe unakuja huko katika e, pande za juu kabisa za dunia, yaani huku mahali sisi tuko tuko mwisho mwisho kabisa wa dunia, mwisho juu kabisa ya dunia, huku ndio sisi tuko hasa. Hiyo ni meli kubwa sana, kama zinagongana hivyo ndio kugongana, sijui unaona. Kwa hivyo inaonyesha ni kiasi gani. Eh, huu mto ni mkubwa kabisa, sio mto mdogo huu. Unabeba meli kubwa kama hizi, meli ya mizigo inatoka mbali sana inakuja huku. Anyway, meli sinishawishi nifanye video kubwa, nilisema video itakuwa ndogo na hii inaelekea hapo tu. Nyuma ya kwetu ndio kuna kuna sehemu ya kupakua mizigo, ndio kuna port ama bandari ipo kwa hivyo hata hiyo pia bado ni kazi. Ukija huku unatafuta kazi pale bandarini, una wale watu wa maforklift. Sasa ndio kazi yenyu kuanza kunyangua makontena, kupangua hizo kontena na mizigo ambazo hiyo meli imeleta. Ni meli kubwa sana, yaani kubwa kabisa, kubwa kuliko. So tumalize hivyo video, tutakutana siku nyingine tena hapa hapa Leza TV.